na kuwaunga mkono watu wenye ulemavu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ambavyo imeelezwa. Kesho Mwenyezi Mungu akitujalia, tunategemea kuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutoa sadaka hii ya iftari ambayo imeandaliwa na Mheshimiwa Umi Hamis Derianga, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera uratibu na bunge, kwa kushirikiana na wenzake pamoja na ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, nasema asanteni sana na hongereni sana, tunashukuru sana. Aidha, hatua hii ya leo imeakisi mafundisho ya Mola wetu Mtukufu ambaye ametutaka tufanye matendo mema yanayomridhisha yeye, ikiwemo kutoa kwa vile tulivyobarikiwa na kuwasaidia masikini, mafukara na watu wenye mahitaji maalum, jamaa, mayatima wajane na kutoa kwa njia ya Allah subhanahu wa taala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awazilishie wa neema kwa wale wote ambao wametoa iftari hii pamoja na baraka tele kwa siku zijazo. Napenda kutoa wito kwa taasisi mbalimbali mbali, na wengine wote ambao wana uwezo kuunga mkono juhudi hizi ili ziwe endelevu na tuweze kuwafikia watu wengi zaidi wenye uhitaji wa kufanya hivyo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kuharakisha, za kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapata fursa sawa kama walivyo wengine. Katika kulifikia hilo, serikali imeifuta sheria namba tisa ya watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na sita na kutunga sheria mpya ya watu wenye ulemavu namba nane ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ambayo imeweka misingi imara ya kuwalinda na kuwaendeleza watu wenye ulemavu hapa nchini. Kadhalika, serikali imeanzisha mabaraza ya wilaya ya watu wenye ulemavu katika wilaya zote kwa lengo la kuhakikisha watu, watu wenye ulemavu wanatambulika na kujumuishwa katika sera, sheria, mipango na programu mbalimbali mbali za maendeleo. Serikali imefanikiwa kujenga skuli nyingi hapa nchini ikijumuisha skuli mbili za dakhalia za watu wenye ulemavu ili kuhakikisha tunaboresha ustawi wa watu wenye ulemavu katika kujiendeleza kielimu. Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshangaza watu wengi. Iko hospitali ya wilaya, wilaya kadhaa ukiiona na vifaa na vitu vilivyowekwa mle ndani unasema ha, hii ni wilaya tu? Hii mbona sasa kama hospitali ya kimataifa, ina kila kitu. Kwenye mambo ya maji amefanya, mambo ya elimu, ndio hayo mashukuli ya ghorofa tumeyaona. Lakini mimi nimevutiwa na kufurahi zaidi shule zetu za mjumuisho hizi mbili, moja ya Unguja na Pemba. Amefanya kazi kubwa na nzuri sana, tumpongeze Mheshimiwa Rais. Tifedi imejikita katika kuwajengea watu wenye ulemavu uwezo, kufanya tafiti na kuhifadhi data zinazohusu watu wenye ulemavu, kwa kuangalia utu, uwezo na ubunifu. Tumeendelea kuwagusa watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali, lakini pia tunatambua na kuthamini juhudi za serikali chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambao imekuwa mstari wa mbele